Maandamano yaliyopigwa marufuku kote nchini ni jaribio la mapinduzi, yasema serikali ya Tanzania. Waziri wa mambo ya ndani, George Simbachawene, akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo, Jumatatu, Disemba 8, 2025. Kushoto ni naibu waziri wa mambo ya ndani Denis Londo. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani, George Simbachawene, amesema kuwa kile kinachodaiwa kutaka kufanyika nchi nzima tarehe 9 Disemba 2025 si maandamano bali ni jaribio la mapinduzi kwa kuwa hayana msingi wa kisheria. Amesema maandamano hayo yanayodaiwa kutokuwa na kikomo na kufanyika nchi nzima ni batili kwa sababu hakuna maombi ya maandishi yaliyowasilishwa, hakuna mwandaaji anayeonekana, na haijulikani yataanzia wapi. Amewataka wananchi kwamba tarehe 9 Disemba 2025 kama hawana sababu ya lazima ya kutoka majumbani mwao wabaki majumbani na wasishawishiwe kwa namna yoyote kushuhudia au kushiriki katika shughuli hizo zilizopangwa. Kauli hizi zimetokana na matukio yaliyotokea wakati na baada ya Uchaguzi Mkuu wa Oktoba 29, 2025 katika maeneo mbalimbali nchini ambapo maandamano yaligeuka vurugu na kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali za watu binafsi na za umma ikiwemo miundombinu ya majengo na usafiri. Tarehe 2 Desemba 2025, Rais Samia Suluhu Hassan, alipokuwa akizungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, alisema kuwa yaliyotokea Oktoba 29, 2025 yalikuwa jaribio la kuipindua serikali, ambalo lilifeli, na kuongeza kuwa serikali sasa imejiandaa kikamilifu kwa Desemba 9, 2025 ama tukio lolote la aina hiyo. Jumatatu, Desemba 8, 2025, jijini Dar es Salaam, Waziri Simbachawene alifanya mkutano na waandishi wa habari pamoja na Inspekta Jenerali wa polisi IGP, Camillus Wambura, kujadili hali ya usalama kuelekea Desemba 9. Amesema kuwa tarehe tatu Desemba 2025, Jeshi la Polisi lilitoa onyo kuhusu tishio jingine linaloratibiwa mitandaoni ambamo baadhi ya watu walidaiwa kuhamasisha na kuandaa kile walichokiita maandamano yasiyo na kikomo, akisisitiza kuwa serikali imeyapiga marufuku. Maandamano haya hayaonyeshi nani ameomba kibali, nani anayaandaa, wala dhamira yake ni ipi. Maandamano halali ni yale ambayo kibali kinaombwa rasmi, ujumbe wake uko wazi, na polisi wanajulishwa. Haya si maandamano kwa sababu hayana kibali wala waandaaji wanaojulikana. Hili ni jaribio la mapinduzi, alisema. Waziri amesisitiza kuwa wale wanaounga mkono maandamano ya Disemba 9 wanapaswa kutambua kuwa hatua hizo ni kinyume cha sheria. Kama huna sababu ya msingi ya kutoka usitoke kwenda kushuhudia kinachoendelea. Serikali na polisi wanahakikishia ulinzi utaimarishwa. Ukichagua kutoka, hupigwi marufuku, lakini beba vitu vyako muhimu na uwe tayari kujibu maswali kwa sababu utaulizwa, alisema. Kuhusu suala la kufungwa kwa internet, Simbachawene amesema wale wanaochochea maandamano wanatumia taarifa za kuudhisha mtandaoni, lakini hadi sasa hakuna tishio linaloweza kuhalalisha kuzima internet na kuongeza kuwa hatua hiyo itachukuliwa tu kama njia ya mwisho. Tarehe 2 Disemba 2025, msemaji wa polisi David Misime alisema kuwa maafisa wameona wito wa maandamano kwenye mitandao ya kijamii, lakini akasisitiza kuwa hakuna mtu hata mmoja aliyewaarifu polisi rasmi kuhusu maandamano hayo. Kukamatwa kwa watu. Akizungumza suala la kukamatwa kwa watu, Waziri Simbachawene amesema tayari amezungumza na Inspekta Jenerali wa Polisi Camillus Wambura, na wamekubaliana kuwa kukamatwa kwa watu lazima kufanyike kwa mujibu wa sheria. Amekosoa utaratibu wa maafisa kuvaa marakoa wakati wa kukamata watu, kuwafuatilia watuhumiwa majumbani mwao wakiwa na silaha au kufanya operesheni wakiwa hawana sare za polisi. Aina ya ukamataji inayounga mkono ni ule wa kisheria na wa heshima. Afisa anapaswa kuripoti kwa kiongozi wa eneo, mtu ajulikane, mahali anapofanyia kazi paitwe. Hakuna sababu ya kuvamia nyumba ya mtu ukiwa umevaa marakoa. Tumekubaliana ukamataji ufanyike kwa ustaarabu alisema. Ameongeza kuwa ingawa masuala ya usalama yanaweza kuwa magumu, mbinu kali hizo zinapaswa kulingana na kosa, hasa katika matukio yanayohusisha machapisho madogo mtandaoni. Mambo haya yanachochea chuki kwa umma dhidi ya polisi, amehitimisha.